Kutoka hapa Zinga Bagamoyo, tumekuwa na wakati mzuri wa tukio la baraka na la kihistoria ambalo limefanyika hapa katika kanisa la Word Salvation International Church linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Askofu Dr. Victor Shakwe na leo ametunukiwa rasmi shahada yake eh, ya udaktari akiwa amesomea shahada ya theolojia ya udaktari, na leo ametangazwa pia rasmi kuwa kiongozi ambaye atakuwa anasimamia kwa wale ambao wanatamani kuja kujiunga kwa ajili ya kupata uh, mafunzo uh, elimu kwa chuo hiki cha Harvest Mission International kilichoko kule Texas Marekani. Basi unaweza ukamwona Askofu Dr. Victor na akaweza kukupatia utaratibu. Tutazungumza naye atueleze kuhusiana na safari nzima ya masomo yake mpaka leo anapokuja kuhitimu. Bwana asifiwe, Amen. Hongera sana kwa kuhitimu na kutunukiwa shahada yako. Asante sana, nashukuru sana kwa jinsi ambavyo Mungu ameniwezesha tarehe ya leo, tarehe moja mwezi wa tatu, 2025 kuweza kutunukiwa shahada ya ngazi ya udaktari wa theolojia eh, ni mshukuru Mungu sana kwa hatua nzuri ambayo imenifikisha. Ndio natamani kufahamu unazungumziaje safari yako nzima ya masomo mpaka unapokuja kutunukiwa leo shahada yako? Uh, safari nzima ya masomo sio safari nyepesi. Kila, kila hatua ya mwanadamu haikosi kuwa na mambo makuu mawili. Kuna jambo la kwanza eh, kuna watakao kutia moyo na jambo la pili, kuna watu watakuvunja moyo, lakini jambo la msingi ni wewe kugundua umebeba nini, kwa sababu katika wito wa utumishi Mungu anaweka wito ndani ya mtu na alio pembeni, hata yule anayelala karibu na wewe hasiweze kujua wewe umebeba nini. Kwa hiyo ukimpata pia anayeweza kuelewa, unamshukuru Mungu, maana ni wito unaoingia ndani na anayeuleta yuko juu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa wale ambao kwa kweli wamenisapoti kwa kunitia moyo, hasa mke wangu na watoto na Mungu mwenyewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuniwezesha kunitia moyo. Vya kuvunja moyo ni vingi sana, lakini pia ndugu mtazamaji, aliyekuita aliyetuita yuhai amefanya mema kwa siku ya leo. Nashukuru sana. Unalipi jambo gani ambalo umejifunza katika kipindi chote cha masomo unapokuja kuhitimu leo? A, jambo ambalo nimejifunza katika swala zima la masomo kwanza kabisa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akisha kuita na kuweka mzigo ni vizuri sana kutimiza kile Mungu alichoweka ndani yako. Ee, wakati mwingine sauti ya adui inaweza ikaja, ee, angalia umri, angalia watoto. Na hasa sisi tuliofungua makanisa vita, wakati mwingine vinatokea. Sasa unaweza ukajiuliza, je, niache? Ni akili ya kibinadamu. Katika maombi ya mfungo, katika maombi ya kumtafuta Mungu atazidi kutia moyo. Kwa kweli, nimejifunza ya kuwa Usikate tamaa, hata kama mazingira hayataki, tuyalazimishe mazingira kwa sababu ya maono yaliyoko ndani. Kuna siku mazingira yatakubali. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Musa, wana wa Israeli walipokuwa na kiu, akamwambia, piga fimbo juu ya mwamba, sio kwenye kichanga, mahala pagumu sana, ambapo hapakutarajiwa kutoka maji. Mungu yeye aliona maji. Kwa hiyo mazingira magumu, pamoja na Kristo utukufu wa Mungu utaonekana. Nashukuru sana ngine. una neno gani kwa wachungaji ambao wanatamani kufikia nafasi yako ulionayo sasa hivi? Ni nitoe wito kwa wachungaji wengi, bila kujali umri. kile ambacho mungu aliweka ndani yako, ameweka ndani yako, sio ndani ya watu wawili. Kwanza ujikubali, kisha ujiamini, tatu nenda kazini. A, wakati nafanya maombi nikasikia sauti, naambia hivi, askari ni mtu aliyeamua kuyatoa maisha yake kwa ajili ya kutetea nchi yake, huyo anaitwa askari. Na mtu aliyeitwa na Mungu, Mungu amempeleka mahala pa kusudi ili kuupanda ufalme wa Mungu. Mungu haonekani kwa macho, Mungu anamtumia mtu. Kwa hiyo kama umeitwa, uko salama katika nchi yetu, fanya kazi, serikali itatusapoti, itakusapoti, usiogope, na mbele kuna utukufu wa Mungu. Kwa kumalizia, pengine umetangazwa kuwa kiongozi una neno gani kwa wale ambao wanatamani kuja kujiunga? Uh, kwa sababu nimepewa nafasi ya kuwa kiongozi sasa wa chuo hiki cha Harvest Mission International University, niwaalike watu wa Mungu wenye wito wa madhehebu yote. Mungu wetu ni mmoja, mwokozi wetu ni mmoja. Nawaalika sana kujiunga katika vyuo, maana hakika elimu hata Mungu amesema tusiache elimu Elimu hakuzungumzia watoto. Wakati mwingine wazazi tunaambia watoto tu usiache elimu, lakini hata wewe mzazi hutaki elimu. Kwa hiyo sasa, kama kama kama una nafasi, unahisi unahisi moyo moyo wako umewiwa, wako umebeba mbegu ya kusoma na kukaribisha, hata kama ulikuwa mgumu, naomba ulainike kwa maneno ya Mungu ili uweze kusoma, maana kuongoza pia ukiwa na e, stashahada utaongoza kwa uaminifu sana na kwa kujiamini sana. Ni kweli kwamba roho wa Mungu yupo ndani, lakini elimu pia imetoka kwa Mungu, ni vyema kuitii na kama unaikubali, karibu sana uingie darasani, na yote uliyoamua kuyaomba kwa Mungu atakutendea. Ubarikiwe sana mama. Shikamoo. Amina, habari za uzima. Hongereni sana kwa baba kuhitimu leo. Asante sana, tunashukuru. Leo ametunikiwa shahada, wewe bila shaka ulikuwa nyuma yake kumtia moyo na nini, tunatamani tusikie unazungumziaje safari nzima ya masomo ya baba. Kwa kweli naweza nikasema yote katika yote. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu yeye ndiye anatuongoza katika kila hatua tunayoiendea, maana tangu alipoanza masomo tulijiuliza itakuwaje, kutoka kwenye biashara swala biashara, kuingia kwenye huduma, unaingia tena darasani. Kwa kweli tuliona kama ni changamoto kubwa, lakini tunamshukuru Mungu ambaye hashindwi hakutuacha kulala njaa, hakutuacha kupotea, hakutuacha kuangamia, yani hatukupungukiwa kwa chochote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, maana tumemwona akitutetea, akitupigania katika kila jambo. Amina. kupitia masomo yake katika kipindi anasoma, kuna wakati ambapo uliwahi kusema uh, kwamba hii kazi ni ngumu sana. Kupitia masomo yake, siwezi kusema kwamba niliona ni, ni kazi ngumu, isipokuwa nimekuwa nikimtia moyo kuona kwamba anaendelea kufikia lile lengo ambalo amelikusudia na lile ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Tumekuwa tukimwombea kama familia, kwa sababu tulitamani tufike pale ambapo Mungu ametamani tufike. Ndio, na leo amehitimu. Na neno gani la kumwambia katika safari yake ya kuendelea kutumika ukiwa pamoja naye? Neno naloweza kumwambia, namwambia aendelee kuipiga kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni ngumu sana kama hujaitwa, lakini kama umeitwa utaiona ni rahisi, japokuwa kuna vipingamizi vya hapa na pale. Kuna yani mambo mengi tunakutana nayo ya vishawishi kuweza kurudisha nyuma, yani shetani anapigana na wewe, lakini yote katika yote tunamwamini Mungu na tunamshukuru kwa sababu hashindwi na jambo, na nina imani kwamba Mungu amemleta hapa kwa makusudi, au Mungu ametuleta hapa Zinga kwa makusudi. Kuna jambo ambalo amelikusudia mahali hapa, ndio maana tuko hapa. Ila kwa akili yetu tusingeweza, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea kusonga mbele. Amen. Barikiwe mama. Amen. Asante sana. Amen. Ah, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, kwanza kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kwa Bwana Mungu kwa kunisaidia mimi kuweza kufikia katika hatua hii niliyofikia leo. Ah, lakini kusema kweli kwamba hii ni kwa neema tu ya Bwana. Nafikiri wenyewe mmeona kwamba mimi ni kiziwi na changamoto ya usikivu aa, lakini kwamba hii changamoto kwa upande wangu haikuwa ni kikwazo kwa mimi kuweza kufanya haya niliyofanya, na haya yote kwamba nimeweza kuyafanya kwa sababu nilipata support kwa Mungu, lakini pia kwa wazazi wangu, na wazazi wangu aliweza kusimama na mimi bega kwa bega kwa kuhakikisha nafanikiwa mpaka hapa. Kwa hiyo nashukuru sana wazazi wangu na wameweza kunitia moyo wazazi wangu, lakini pia uh, nawashukuru sana kwamba maprofesa. Namshukuru sana Profesa Isaac pamoja na viongozi wenzako kwa kuniona mimi, lakini pia kuona angu, mdogo, mbogo, mbogo uh, na mchango wangu angalau mdogo niliweza kuutoa kwa jamii, na mchango naamini kwamba ulikuwa umethaminika kwenye jamii na pia mmeweza kuuona. E, na kawa unafahamu kwamba kulikuwa kuna changamoto kubwa, lakini tumeweza kufanikisha. <tipos> Ah, kwa siku ya leo ah, si kana kwamba nimepokea tu daktari ya heshima peke yake hapana. <tipos> <tipos> mi nitatumia <laughs> sa nimepokea udaktari wa heshima, sio tu daktari wa heshima, nimepokea pia deni deni la kupambana sasa hivi, lakini Mungu ame watoa unitamefia aendassimbani

ama nimesikia hapo mkalimani anavyomwelekeza, wewe na mimi tunaweza kusema mkalimani anafanya fanya